Gash, Kevin Mitnick osh, oh, umefanya nini? Hujamaa ujamaa bana ndiye mtu wa kwanza ambaye amewahi kuitikisa hii dunia, na ndiye maarufu wa kwanza. Sio kwamba ni wa kwanza, ila ndiye mtu wa kwanza aliyeitikisa hii dunia haka. hmm. a famous haka, first famous haka wa elfu moja mia tisa themanini na tano wa 1985 hadi elfu moja mia tisa tisini na tano. Huyu jamaa bana amewahi haki na akakamatwa na FBI, lakini baada ya kutoka akawa ndiye mtaalamu na kiongozi wa mfumo wa usalama. Unaweza ukamsechi Google kwa jina la Kevin Mitnick. By the way, usisahau kusubscribe channel yetu. Santeni sana sana sana.